Kuna uwezekano mkubwa wa Zuchu kuachia albamu yake msimu huu au ndani ya miezi hizi ambazo tulizonazo katikati. Kuna uwezekano mkubwa wa Zuchu kuachia albamu yake kupitia ukurasa wake wa Instagram, Zuchu alithibitisha kuwa albamu yake tayari imeshakamilika na anahitaji muda wa kupata pati kwa ajili ya kuirilizi albamu yake mpya, japo hatujajua ni tarehe gani au albamu yake hiyo inaitwa uh, jina gani. Kwa tusubirie wakati wa Zuchu pindi atapokuwa tayari kwa ajili ya maandalizi ya pati hiyo ili aweze kuiilizi hiyo albamu yake mpya. Kupitia ukurasa wake wa Instagram Zuchu amethibitisha kuwa albamu yake hiyo tayari imekwisha kukamilika na ana subilia muda na wakati uh, wa pati ili aweze kuitambulisha hiyo albamu yake mpya. Ni mambo mazuri, kwa sababu Zuchu amekaa muda mrefu hajaachia nyimbo na uh, ni muda sana tangu aachie albamu yake ya kwanza ambayo ilimfanya awe uh, star katika eneo la muziki wa Bongo Flava kwa upande wa wasanii wa kike hapa nchini Tanzania. Kwa ni muda na wakati mzuri wa Zuchu kuachia albamu yake kwa wakati huu, kwa sababu albamu yake ya kwanza ilifanya vizuri na ilimtambulisha, ilimweka sokoni. Aa, ndio ilimpa maajabu na akajulikana zaidi katika rebo ya WCB. Zuchu anaendelea kufanya vizuri katika kila eneo, katika wasanii wa kike hapa nchini Tanzania kwa muziki wa Bongo Flava. Kwa ni hatua nzuri kwa Zuchu kwa hapa alipofikia na matunda ambayo anapata kupitia muziki. Aa, ni jambo zuri zaidi. Mashabiki, bila shaka, mkae tayari kwa ajili ya kupokea albamu yake mpya Zuchu, kutoka lebo ya WCB.